Wanakwambia kimtokacho mtu ndicho kimrudiacho. Kwa hiyo kila ulichokipatia ulimwengu ndio riziki yako ya siku ya leo. Ukiona leo ulikosa, basi ulimwengu kuna kitu hujakipatia, sawa? Kwa hiyo tujifunze namna ya kuutunza mti ili utupe mtunda. Unaamka asubuhi, una hasira, una hela no. Uliupatia nini ulimwengu? Uliupatia nini ulimwengu ndo ukakupa hela Uliupatia nini ulimwengu ndiyo wakakupa hela? Hela upe kitu ulimwengu, unakupa hela. Ukitaka hela, hauna shida. Ulimwengu unahitaji formula tu, maisha yanahitaji formula, maisha ni formula. Sisi wenyewe tunashindwa kusoma vichwa vyetu, tunashindwa kuamka asubuhi na kuupatia kitu ulimwengu ili ulimwengu utupatie. Tumia hizi, usitumie hii kwa sababu hii ni matokeo ya kile ambacho tulitumia hiki, sawa. Unaambiwa ukipanda maharage utavuna nini? maharage. Kwa hiyo ulimwengu ukiupatia robo, nao utakurudishia robo. Ukiweza kutunza mti vizuri kwa wow, vile inapotakiwa utakupatia tunda kubwa zuri lenye afya, ambalo utaenjoi wewe na familia yako. Ukiweza kuutunza mti nyonde nyonde nyonde nyonde, utakupata katunda nacho nyonde nyonde. Tupunguze makasiriko ya maisha, kwa sababu tunakosea fomula za maisha, ndiyo maana tunateseka. Sawa, sisi wenyewe ndo tunakosea hizo fomula za maisha, ndiyo maana tunateseka. sawa sisi wenyewe. Ulimwengu unataka shukrani, ulimwengu unahitaji sisi tuushukuru ndo utupe tena. Sasa wewe, kwa nini leo unakasirika? Kwa sababu unakosea fomula katika huu ulimwengu. Nasema tumeelewana, ndugu zangoni. Asanteni jamani, asanteni kwa kunisikiliza, asanteni kwa kuniforo. Naomba mwendelee kushare, asanteni.